Na hata baadhi ya makanisa yetu nayo yameanza kuwa yanachukua misimamo ya kisiasa, misimamo binafsi yao ya kisiasa na kutuamrisha waumini tufate misimamo ya hao, na kuna hii taasisi imezuka siku hizi inaitwa eh, jukwaa la Wakristo, inayolazimisha nyaraka fulani fulani zisomwe ndani ya makanisa mimi nimegombana nayo. Mimi ni mwazi na mkweli. Mtu anasema Wakristo wote tunawaombeni mpigie kura ya hapana katiba inayopendekezwa sasa. Unajiuliza, ikiwa tutakuwa sisi Wakristo wa Tanzania tunapokea misimamo ya kisiasa kutoka kwa maaskofu wetu, basi tujiondoe kwenye vyama, tuwe tunasubiri tu wakubwa atatuambia nini ndio tuwe tunasema, ili ndio tunakwenda kulifanya. Haiwezekani. Leo wamefika hapo, kesho watakwambia Mkristo yoyote asijiunge na chama fulani. Yanahusu nini? Biblia, uokovu, mambo ya ajabu ya namna hiyo. Kwa hiyo mimi nakubali kama hili, tunahitaji tuna kujipanga vizuri, bila uoga kuna woga tu, ukisikia mtu anajiita askofu, na siku hizi tunao wengi, hata walanguzi wanajiita askofu huyu <laughs> <laughs> Daniel Gwajima amekutwa na accounts zina bilioni 260. Where do they get this money? Bilioni 260. Yes. Ana helikopta mbili zimepaki tu pale kanisani, hata hatujui anataka kufanya nini. Kwa hiyo yani, hii salamu zako mama nazifikisha nyumbani, lazima tufanye kitu. Hii ni hatari sana kwenye mlango wa dini, kwa sababu ni tax free, watu wanapenyea kufanya biashara za ajabu. Wengine wameshikwa Brazil na madawa ya kulevya Brazil. Tuna wachungaji wamekamatwa, wanasubiri kuhukumiwa na walikwenda kule wakisema wanakwenda kwenye semina ya wachungaji hiyo. We have to yeah. I agree with you entirely. Hatuwezi kuachia hii hali, si ndiyo? Nakwambia inatisha, eh. We don't know what they are doing, lakini tumeweka ile kwamba tuwaheshimu sana, lakini sasa they are abusing ile nani, hospitality ya serikali.